Shirika la wambea duniani eti linadai kwamba kuna bifu jipya kati ya ndugu zetu. Nani na nani hao? Harmonize na Idris Sultani. Patamu hapo, ngoma imeanzia kwenye Twitter. Idris Sultani aliandika kwamba eti, ogopa rapa wako wanapokiki kuliko wewe, inabidi mbadilishane, wewe ndo uwe rapa. Akimaanisha nani? Harmonize. Eti anayekiki ni nani? Hamorapa. Harmonize akaandika, nasikia unalala Mbezi kwa mzee baba da huruma, kwani ulishindaga shilingi ngapi sausi? Mbaya zaidi nasikia huna marinda ya sketi, inasemekana. Lakini Idris. Idris. Huko na lala eh? Hello? Hello? Nakusikia. Wanamuita Harmonize mtoto kutoka Mtwara. Nakusikia. Ndugu yako hapa Soudy Brown, Soudy Breezy. Tusudie <laughs> bana wewe. Ah. Ile nani, ile haijakaa vizuri ile, kama turudie hivi, turudie tukio kidogo. Really, yeah, really. Sikia. <laughs> <laughs> <laughs> nikichungulia dirishani pale kiubaridi namna gani, pale kati shemera leo anakoma nakoma eh. <laughs> <laughs> Ivi wewe na Idris Sultan mko serious? Ama ni kautani fulani kanaendelea <laughs> Yani lile povu lako ni kwamba umechukizwa na maneno yake ya au <laughs> au ndo mambo ya marinda ya sketi? poa poa, hivi Idris Sultani ni soiba wako eh? na ah, ila mmewahi kuwa karibu kwa kipindi fulani eh? Yeah. Acha. Ila mmewahi kukutana mara kibao eh? Ila nawe naye unajifungia sana ndani na Wolper. <laughs> <laughs> k <Kuhu> unanichota <ya> <laughs> mpaka watu waseme umeshikwa nyota <laughs> knanicota <Kuhu ya> ayaaa <laughs> amna, mi najaribu kuwaza tu kwa sauti, najiuliza hivi, imekuwaje we na Idris, mkaingia katika ili timbwili? Nakwambi kitu mo, mii mi nafanya mziki unajua, alafu mi msanii mchanga sana, katika kitu pekee ambacho kinanifanya kianifanya niendelee kuwepo, si au niendelee ku, kufika baadhi ya sehemu kwa respect the way na niheshimu watu the way na na ufanye mziki wangu, umeona. Yai kuvunjia mtu heshima katika mziki wangu mimi, watu wanatukana, kuna baadhi ya watu wanatukana, lakini kitu kingi ambacho tunafanya mpaka hapa ni heshima, kuheshimu kila mtu. Sasa inapotokea mtu unaona kabisa kuwa anatijana kuifanya karia yake, yaani ionekane, sio vipi? Unajua zile senteni mimi liye mziki wangu mimi ndo maisha yangu. Unajua mi namii nishinda mabango kwa sababu ya mziki unajua nachokipata watu wana invest nae katika mziki wangu

yaanjia yeah, kutafuta riski lakini natafuta riski yangu, sijai kuvunjia mtu ya heshima. Nafanya tu mziki wangu najua, sawa nafanikia, sawa sifanikii, sawa mm -hmm. Aca niendelea, watu wananisapoti, watanisapoti sossiwe, sababu kuonekana kama etikisa we fulani, basi ndio utumie jina lako kwa localize brand yangu sio kitu kizuri yani. Maisha maisha ni safari ndefu sana, tunapoenda tu tunapoelekea, tutajui yote so tuheshimiana, tunahitaji kuheshimiana, kila mtu afanye kitu kwa njia yake. Sidhani kwamba kukuchekesha mpaka mtanii mtu unaweza ukachekesha vitu vingine, tunaoto wakateka, sio lazima wa utanie brand ya mtu, sio poa. Hivi ni kweli zile milioni mia tano zake ziliyeyuka? Anamuuliza nani? Ujuala <laughs> umesema <laughs> <laughs> Idris anaishi kwa mtu, anamuuliza nani Zahara. Sasa wewe ndio uliandika kwenye mitandao huko ndio, ndio jibu la kumtania mtu ambaye mju kutania, lazima utaumia. Sijui maisha yake, sijai kumfuatilia, inamonaga tu kama ninavyoona kwenye mitandao. Chanzo cha yote hayo Hamorapa hospitali, ndio mama wangu anaumwa, kwa sababu kiongea mwenyewe. Naendelea kupata afya, ndio tuongee baadaye. Shilawadu si wataki kwa umbea, hatushindi.